Karibu tena kwenye Upsten Tv, chaneli ya teknolojia kwa Kiswahili safi kabisa. Kama ulitazama pati ya kwanza tulijifunza Chat GPT ni nini na pati ya pili namna ya kuitumia kitaalamu. Leo kwenye pati ya tatu, tunakwenda hatua kwa hatua jinsi ya kuandika CV au barua ya maombi ya kazi kwa kutumia Chat GPT, halafu tutaitengeneza kuwa PDF. Hatua ya kwanza. Fungua ChatGPT na andika prompt kama hii. Naomba unisaidie kuandika CV ya mtu aliyesoma uhasibu, ana uzoefu wa miaka miwili, anatafuta kazi ya muhasibu katika kampuni binafsi. ChatGPT itakuandalia CV yenye muundo mzuri ikijumuisha taarifa binafsi, malengo ya kazi, elimu, uzoefu wa kazi, ujuzi. Unaweza kubadilisha prompt hiyo kulingana na taaluma yako na uzoefu. Sehemu ya pili, kuandika barua ya maombi ya kazi. Hatua inayofuata, andika prompt kama hii. Andika barua ya maombi ya kazi ya uhasibu kwa kampuni binafsi, ikieleza kwa nini ninafaa kwa nafasi hiyo. ChatGPT itakuandikia barua rasmi yenye heshima, lugha ya kitaalamu na sababu za kukufanya uonekane bora kwa nafasi unayoiomba. Sehemu ya tatu, kutengeneza PDF moja kwa moja kutoka ChatGPT. Sasa tuchukue hatua ya mwisho kutengeneza PDF. Baada ya kupata CV au barua ulioipenda, unaweza kuiambia ChatGPT hivi, naomba unitengenezee PDF ya CV hii ili niweze kuipakua, au tengeneza PDF ya barua hii ya maombi ya kazi. ChatGPT itakuandalia PDF iliyopangiliwa vizuri, ambayo unaweza kuipakua moja kwa moja. Huna haja ya kutumia Google Docs au Microsoft Word tena. Mfano wa prompt kamili. Naomba uniandikie CV ya mtu aliyesoma IT kisha uitengeneze kwenye PDF tayari kwa kupakua. Kumbuka, unahitaji kutumia toleo la ChatGPT linaloruhusu kutengeneza faili kama PDF, kama ChatGPT Plus au Pro. Hitimisho. Na hiyo ndiyo njia rahisi na ya kisasa ya kuandika CV au barua ya kazi kwa kutumia ChatGPT na kuibadilisha kuwa PDF haraka, kitaalamu na bila gharama. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe kwenye Upsten Tv kwa mafunzo zaidi ya teknolojia kwa lugha nyepesi. Upsten Tv, teknolojia kwa Kiswahili kwa wote.